Ni kweli eh, kupitia kitengo changu cha habari nilipata taarifa, na ambayo pia mimi mwenyewe nikaja nikaonyeshwa, kuna clip ambayo inatembea inayoonyesha kwamba ya bwana, hiyo clip ni ya bwana mmoja naetakana. Katika hiyo clip inaelezea kwamba yani, kama inaelezea kwamba hakuna eh, maendeleo yoyote katika ujenzi, katika hatua za ujenzi wa barabara ya kutoka Mbagala rangi tatu kwenda kwenda Kongowe. Na ikumbuke kwamba ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kile kipande e, ambacho kimeishia cha BRT basi tuendelee kujenga kule mbele, ilikuwa ni, ni ziara ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo e, taarifa ni kwamba manunuzi ya mradi huu wa kutoka a, Mbagala rangi tatu kwa upanuzi ule ambao tulikuwa tumeupanga e, yatakamilika wiki ya nne ya mwezi wa tatu na mkandarasi atajulikana wakati huo, na napenda kuchukua fursa hii kusema kwamba serikali ya Dr. Samia Sulu Hassan katika awamu yake hii katika miaka hii minne ameweza kukamilisha miradi minane mikubwa ya madaraja makubwa nchini, na kuna miradi kumi mingine ya madaraja inaendelea. Na hii ni kasi ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan ameendelea kufanya katika utekelezaji wa miradi ya barabara. E, vile vile katika miaka hii minne ya serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeweza kujenga kilometa elfu moja, mia tatu na sitini na sita za barabara. E, hii katika miaka minne, huo ni wastani wa kilometa mia nne hivi kwa mwaka, na tutaendelea kufanya kazi hii ambayo ni muhimu sana katika ujenzi wa miundombinu ya taifa letu.